Watazamaji kutoka Kakamega na kuelekeza hadi kaunti ya Busia, shirika la kupambana na matumizi ya bidhaa za tumbaku nchini limeelezea kuhofia ongezeko la matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa wanafunzi katika shule mbalimbali eneo mbali la magharibi, huku kaunti ya Busia ikiendeleza mikakati ya kukabiliana na matumizi ya mihadarati na kuanzisha kilimo mbadala badala ya wakulima kutoka sehemu hiyo kuendelea kukumbatia upanzi wa tumbaku. Robert Malala ni mwanahabari wetu anayeisoma taarifa hii kutoka Busia ni kauli ambayo imefichiliwa kufuatia usemi wa mwenyekiti wa shirika la kupambana na matumizi ya bidhaa za tobako nchini, Joel Gitali, ambaye ameelezea kuhofia kwa kiwango cha matumizi ya madawa ya kulevya miongoni mwa wanafunzi katika shule mbalimbali mbali eneo la magharibi kinazidi kuongezeka. Kwa maana tukiangalia katika nchi yetu, tarakwimu zinaonyesha wazi katika utafiti ambao umefanywa na nakada na wengineo ya kwamba Matumizi ya mihadarati, pombe, tumbako na bidhaa nyinginezo ambazo zina madhara kwa mwili wa binadamu ni ya juu zaidi. Kila siku hali inaendelea kuwa mbaya hata katika shule zetu. Nakuta katika shule ya wasichana, wasichana wamepatikana na bangi. Na ningependa kusema sana sehemu ya magharibi mwa Kenya, Western Region iangaliwe vizuri sana kwa sababu ni sehemu ambayo inaendelea kuharibika mpaka shule za wasichana wanapatikana na bangi. Akiongea na waandishi wa habari katika kaunti ya Busia, Gitali amenyoshea kidole cha lawama bunge la kitaifa na serikali kwa jumla kutotilia maanani baadhi ya sheria ambazo zimewekwa ili kudhibiti matumizi ya miadarati, lakini pia tujue ya kwamba kuna zile sheria ambazo zinastahili kuhakikisha ya kwamba bidhaa hizi zinadhibitiwa na hata kuondolewa kabisa katika nchi yetu. Kwa mfano, kuna sheria inayodhibiti matumizi ama yana, uh, sheria inayodhibiti uh, tumbako katika nchi yetu Tobacco Control Act, ambayo imefanyiwa matengenezo ili, ili itusaidie sisi kama wananchi. Sheria hii inastahili kufanya kazi katika nchi yetu, imefanyiwa matengenezo amendment lakini sasa badala ya kuendeleza kabisa mpaka hata bunge lipitishe uh, sheria hii tumekuwa watu wa kuzembea mno, hatujui shida iko wapi. Ni hali ambayo imechochea baadhi ya viongozi wa kidini wakiwemo askofu wa kanisa la United Church of Christ Patrick na Munyo na katibu wa kanisa hilo Morris Oundo kuelezea kuwepo na umuhimu wa kanisa na wazazi kuingilia kati ili kushauri watoto dhidi ya matumizi ya miadarati. Ni kwamba watoto wanaenda kufunga shule, wafundishe neno la Mungu, neno la Mungu la kipekee ambalo litaweza kuwaondoa watoto kwa mihadarati na mambo ya madawa ya kulevya. Neno la Mungu ndilo litaweza kuwasaidia watoto wamejiingiza katika tabia ambayo hairuhusiwi, haikuweko. Wachungaji wa makanisa watilie mkazo kufundisha watoto nidhamu, tabia njema, na watoto tunawasi ya kwamba wajilinde, maisha yao ni ya maana sana kuliko mihadarati. Kulingana na Joel Gitali, kiini cha matumizi ya madawa hayo ni uwepo wa bidhaa za tobako nchini, swala ambalo ni sharti washikadau washirikiane ipasavyo na kukomesha mara moja. Bigres midambo ni mtaalam katika masuala ya magonjwa sugu katika hospitali ya rufaa ya Busia na anatuelezea baadhi ya madhara kwa wale walio na urahibu wa kutumia madawa ya kulevya.

Hata hivyo, midambo amefichwa kwa licha ya eneo la magharibi kutajwa kuwa na kiwango cha juu cha matumizi ya mihadarati, kaunti ya Busia inafanya vyema katika kudhibiti matumizi ya madawa hayo. Naibu gavana kaunti ya Busia Arthur Dera amesema kwa kupitia kwa shikadau mbalimbali wameanzisha miradi mbadala ya kilimo hasa kwa wakulima wa tobako katika eneo la Teso Kaskazini, ikiwemo upanzi wa marago ya kisasa na miradi mingine mradi ambao kwa sasa umekumbatiwa na wenyeji even the tobacco farmers themselves do appreciate the risk to their health brought about by tobacco farming especially the face of tobacco farming called curing which produces uh, a lot of fumes uh, from the tobacco leaf now there are alternative Uh, means of livelihood available for tobacco farmers. One of them, of course, is the nyota beans that have been, uh, very successful in other counties like Migori and Homa Bay, uh, as an alternative crop. Uh, then it's something that every farmer needs to think about. In any case, our soils here in Busia can farm very many different things. So nimeungana wenzangu tumekataa tobako kabisa nimeingia mambo ya kulima mambo ya maragwe nimelima tobako kwa muda mrefu sasa miaka kumi na tatu nimeona mhadhara wa tobako, tobako imetuharibia mchanga kwa sababu hii mambo ya mosaiki hatijai kuwa naye mpaka wakati tulipoanza kulima tobako. Odera anafichua kwa tiari. Idara ya afya katika kaunti ya Busia imeanzisha kituo maalum cha kushauri waathiriwa miadarati au our department of public health uh, of rather medical uh, services one of the roles is rehabilitative so we have a mechanism and our staff most of them are trained on offering rehabilitative services we don't yet have a rehabilitation center that's exclusive as such but we have counseling services av available in almost all the facilities robert malala nyota tv County Yabusia. Asante sana Robert Malala kwa taarifa hiyo, mtazamaji.